Tunazungumza michezo, hii ni Chapesa Media, mimi naitwa Azri Tambiko, kwenye makamera na director Runde. Tumemfuata Manara Simba makumbusho stand kuja kuzungumza mengi ya michezo na hii exclusive interview, kwanza Manara, kwema? mimi poa vizuri na shukuru, nimetoka kwenye kuumwa, asafi kidogo, niko vizuri, namshukuru Mungu nimerudi. Yeah, mtakate kwanza, mambo yanayojiri katika mitandao ya kijamii kuhusiana na Young Africans, kauli yao ni moja kupitia Haji Sunday Manara akisema atuchezi, atuchezi, atuchezi Mechi haitochezwa, kama mechi ikichezwa, amfuate kila mtu achukue milioni moja moja. Kwanza, kama mkijua, Yanga haikukataa kucheza mechi Yanga, Yanga haikukataa kucheza mechi Yanga haikukataa kucheza mechi. Kwa nini Yanga inasubiria tarehe ipangwe na bodi ya ligi ili ikacheze mechi na Simba Sports Club? Kuna, kuna Yanga alafu na mashabiki wa Yanga alafu na mashabiki walevi wa Yanga wa... E, yaani kuna Yanga alafu na mashabiki wa Yanga alafu na mashabiki walevi wa Yanga kwao, wanaogoma kucheza mechi. Hao ni mashabiki walevi wa Yanga ambao hawana kazi za kufanya hapa mjini. Wote unaomona wanaogoma hatuchezi, hatuchezi, huyo ni shabiki mlevi wa Yanga ambana kazi za kufanya hapa mjini ni mlevi wa kupindukia. Na kwenye ile tukio kutokea, tumekuja kugundua walevi wengi mjini ni mashabiki wa Yanga. Yanga haikukataa kucheza mechi wala Yanga haikugoma kucheza mechi. Unajua hizi Simba na Yanga ni taasisi. Unapoongelea Yanga ni taasisi, kuna uongozi wa Yanga hu ulimsikia kiongozi gani wa yanga anakwambia hatuchezi mechi? Hakuna kiongozi. Ulimsikia msemaji wa yanga anasema tucheze mechi? Hakuna zaidi ya walevi, zaidi ya walevi. Haji naye mlevi. Nani Haji sande Manara? Nimekwambiaje? yanga na simba hizi ni taasisi. Taasisi zinaongoza na uongozi. Je, umesikia kiongozi gani wa yanga anasema hatuchezi Alisema wakati gani? Anafatiaji? <laughs> baada hapo official page ya Yanga ilisema nini? Baada ya kutuma zile kule page ya Yanga kuna post inayosema hatuchezi mechi ya dabi, unakumbuka? Una Simba kipindi aliposema hatuchezi mchezo, alifanyaje? Walifanyaje kwenye peji yao? Waliandika, walitoa posti kwenye peji kwamba hatutoshiriki. Ile ndio ndio taarifa ya, ya, ya klabu Simba, ilitoa taarifa ya klabu kwamba hatuto cheza. <coughs> Yanga akugoma mechi. Yanga wanawasiwasi na uongozi wa bodi ya ligi na Steven Mguto na Almas Kasongo wakaomba uongozi wa ligi ufukuzwe, hawana wasiwasi nao, lakini Yanga hakugoma mechi. Unanielewa vizuri. Simba walitoa malalamiko na, na kugomea mechi, vitu viwili. Yanga ametoa malalamiko na, ila mechi hakugoma, kwamba uongozi wa bodi ya ligi ufanye nini uchunguzi wa ujiuzuru akasimama rais wa mpira Tanzania. Unamjua, unamjua rais wa mpira nani? Kikiwa. ya rais kasemaje? Kama hawa wajiuzuru nyinyi mpo sawa, si ndio? Neno likachukuliwa kama lilivyo nyinyi waandishi mkaacha kufanya shughuli, mkaanza kutukuza lile neno. Wachambuzi wakuacha wakaacha kufanya shughuli zao wanazolipwa mishahara, wakaanza kulichambua neno la rais wa mpira Tanzania. Ujinga na utoto. Kwa sababu rais wanamdharau wa mpira Tanzania waandishi wanamdharau rais wa mpira Tanzania, waandishi wanamdharau rais wa mpira Tanzania waandishi narudia, wanamdharau rais wa mpira Tanzania. Nini Mandala? Wachambuzi wanamdharau rais wa mpira Tanzania. Je, lile neno angeliongea Rais Samia Suluhu Hassan lingekuwa kosa Mandala? Hilo neno mnalikosoa, hilo neno mnaliitia pressing huyo ajimanaylokosakaza kufanya kuita press kwa neno la rais wa mpira. Je, angeliongea mama Samia neno lile lile <coughs> <coughs> lilelile. Ah! neno aliongea rais Karia, tunapongelea rais, tunaongelea serikali ya mpira. The president of government of government football Rais wa mpira, president, of Government of football, ni ni <laughs> president of football. Tunapoishi dunia yetu ya mpira Tanzania, rais no wetu ni Karia, ni mkuu. Kwanza alisema ujinga na utoto, kama amechoka akaseme sinema, ila hajataja klabu yoyote. Nimesemaje? Tunapongelea rais, president of football Tanzania, ndio rais wa mpira kwenye serikali ya mpira Yani ni serikali yetu sisi mani, la, ya mpira yule ndio chairman rais wa mpira. Tuwache rais wa mpira tuli rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haongee, lile lile kwa, kwa viongozi wake wa kisiasa. Ungesema kosa wewe, jibu swali, ungesema kosa wewe. Rais mna mdharau nyinyi waandishi, rais mna mdharau nyinyi wachambuzi Rais wanamdharau wao watu wa, wa, wa mipira wa Simba na Yanga. Rais wa mpira hajajiweka <coughs> mwenyewe pale, kula zimepigwa si kaek. Rais anaongea neno, anamaanisha yeye ndo rais wa mpira, anayajua madhaifu ya Yanga na ya Simba na vilabu vyote wewe leo unasimamia unataka haki ifuatwe, wewe leo umeshika bendera, kanuni zifuatwe, wakati wewe na mwezako ndio namba moja kukanyaga haki na kanuni. Wewe na simba ndio watu namba moja kukanyaga hizo kanuni na sheria za nchi za kimpira kwenye serikali ya mpira Tulia niongee basi, mbona kimbila hekima na busara? Hapa hamna busara na hekima. Kuna usemi wa Kiswahili unasema samaki mkunje akiwa, akikauka hawezi kufanya nini? Kumkunja. Leo hii Yanga yetu wataka kufuata kanuni na sheria, wakati hizo so kanuni na sheria wao wenyewe hawawezi kuzifuata. Injinia hatoke awe mwenyekiti kwanza, sio rais. Tufuate haki na sheria na kanuni za mpira, ili tufuate haki na sheria na kanuni za mpira. Injinia Elis, kisheria na utaratibu wa mpira Tanzania, hana sheria kuwa rais wa Young Africans. Yanga ni klabu ya wanachama, haina sheria kuwa na cheo cha urais. Wewe unajua, wewe unajua nataka si sheria na, na kanuni vilabu vya mpira venye u, sifa vyenye mfumo wa wanachama havina haki wala kanuni wala sheria inayoruhusu kuwa na cheo cha urais kwa sababu, nisikilize, kwa sababu hivi vilabu vya wanachama sio klabu cha mtu binafsi. Klabu chenye sifa kuwa na cheo cha urais kama Azam FC sio Simba na Yanga. Ni vilabu vya wanachama. Simba na Yanga cheo chao ni mwenyekiti, kisheria na kanuni chama cha mpira na ndugu yangu, nimekwambiaje? Vilabu vya mpira venye hadhi ya wanachama hakuna <coughs> sheria au kanuni ya kuwa na cheo cha urais ili Yanga iwe na cheo cha urais au Simba. Transformation ikamilike, do you understand it? Transformation ikamilike, mabadiliko yakamilike. Yanga wamebadilisha, wameimarisha wame, wame, wame, wame, transformation. Unataka haki eti unataka kanuni ifuatwe Umeanza kuuza nyanya chungu ila na boma, unaenda jangwani unashika bango eti haki kanuni ifatwe. Huyo rais wako mwenyewe hayupo kisheria, ya rigi imembeba rais, karia kambeba. Je, yeah. upo sawa? Nyinyi mpo sawa? Je, nyinyi mpo sawa? Hivi mmemuelewa <laughs> Eh, injinia eh, atakiwi kuwa rais Yanga. Kwa nini Mandala? Sheria namkataza. Je, nyinyi mpo sawa? Je, nyinyi mpo sawa? Cheo cha rais akitakiwi Yanga. Yanga wana rais na makamu wa rais transformation ijakamilika, alafu nasimama, unataka eti nifate sheria na kanuni. Je, upo sawa? Mpo sawa nyinyi? sheria ya mpira, mwekezaji wa klabu Sio so mzamini, mwekezaji wa klabu unatakiwa uwe mwanachama wa klabu husika. amani haribu aribu, JSM ana kadi ya Young Africans, si ndio? uruhusiwi kudhamini vilabu vingine tofauti na Young Africans. JSM kadhamini vilabu vingapi? kwa takriban vilabu saba hivi venga... ja, je wewe upo sawa? Je, nyinyi mpo sawa? yote amekujaje? Mandara ya mambo kutokana na mashabiki wa Yanga wengi walevi. <coughs> Mashabiki yani nchi walevi wengi, ni mashabiki wa Yanga. Nenda baa zote, watu walevi wote wanaolewa baa wote, wamevaa jezi za Yanga. Mashabiki wa nchi walevi, wa, wa nchi wote ni mashabiki wa Yanga wambaa. Watu akili zao ni ndogo waona upungufu kind of knowledge, hauwezi ukaacha kazi zako uende Jangwani ushike mabango ati atuchezi, atuchezi, atuchezi, which is which. Uchezi nini? Ipi imepangwa lini? hadi ime useme uchezi tare a dabi. Unajua kwadii nasema uchezi akatitaree japangwa Bodi, Dani, <coughs> Dani, samee kidogo. Bodi ya ligi imepanga tarehe. Bado hajapanga apanga tarehe. Kwa nini useme ucheze? Unaambiwa nani kwamba mechi ipo? Kuna mtu anakuambia mechi hiyo? Kuna mtu anakuambia mechi ipo? Mechi hamna Yanga pati point, Simba pati point. Mechi hamna, Yanga apeti pointi, Simba apati pointi. Anaenda kufungwa na Tabola, wamtu achuka ubingwa. Akishafungwa na Tabora ndo ataitaka hii mechi sasa. Yani akishafungwa na Tabola, Simba yupo kileleni, ndo ataitafuta hii mechi na na, nasi atuchezi Hamna mtu mpumbavu wa kumpa Yanga point tatu kwa vigezo gani kwa... Wanam... Kwa lati... so, unaenda kushtaki nini? Kesi gani? Ebu, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kigezo kipi? Mechi haijachezwa. La, chezwa, referee hajakuwepo. Protokol zote hazijakuwepo. Unadai pointi tatu kwa kigezo kipi? Kuna muda, Yanga wapunguza upumbavu, wafanye vitu vya msingi kwenye mpira sisi tushachoka kuona upumbavu wao unavyoendelea mitandaoni, ujinga wao ukipitiliza. Sisi tushauchoka, umeelewa vizuri? Huyo anaompiga kelele Karia huyo kasema, yule kaongea kule kuhusu mambo ya media kwa sababu nyinyi media hamna kazi za kufanya. Kazi zenu nyinyi kuunga mkono walevi wa Yanga walio kosa kazi za kufanya mjini. sio cha pesa mnaacha kujadili vitu vya msingi. Timu ya taifa inaenda kucheza, mnaacha kujadili Simba <coughs> ina kubeba nchi, inabeba nchi, mnajadili walevi. Yani ni mnaacha kujadili timu ya taifa, mnaacha kujadili Simba inaenda kukakalisha kimataifa, mnajadili walevi, washari wagongo Jangwani, ma Nanduwa na ndio maana rais kasemaje, achana vyombo vya habari vya Dar es Salaam, kwa sababu nyii mnaendekeza walevi. Alafu mwezi wa, wa, wa Ramadhani, yanga mashabiki wao walevi mwezi wa Ramadhani sasa, bora mwende tu andaa tumeza na chochote, heshimuni eh? <coughs> e mamlaka, Mamlaka mheshimu media hizi. Wewe ushangae sasa hivi uongozi umekaa kimya, watu wanatafutieni engo <coughs> ile video ya pale ile, atuitaki bodi ya ligi ile na kupena exclusive. Picha yote abayo watu wote waliokopa pale imechukuliwa, inafanywa kazi. Mmoja mmoja wanamalizwa, mmoja mmoja wanamalizwa, na taarifa zao sisi tunazo, tunajadili. Simba inaenda kucheza kimataifa, dunia inasimama hivi, tunabeba bendera ya nchi. Hatuwezi kusikiliza si walevu wanaokunywa gongo Walevi, mashabiki wa Yanga walevi, ambao walevi wa kupindukia. Na ndio maana hata Injinia yake anaandaa futari, haaliki mashabiki wa Yanga kwa sababu walevi. Wanaalikwa mashabiki wa Simba, kina Mzee Saidi wanaalikwa kina Mandala, kwa sababu sisi tunajitambua, tuna elimu, tunaweza tukakaa tena Injinia tukampa mawazo ya kimpira. Sasa tamwalika shabiki wa Yanga mlevi? Mashabiki wanapenda haya, wanaanza kualikwa tu kwenye maftari, maftari wanaanza kutangaza sabuni. Hawa na akili yao. Yaani, unaalikwa na kwenda kwenye futari. Daimondi Diamond katualika, wana kutangaza sabuni bure, we mzima? Masha walevi, mashabiki wa Yanga wote walevi wote.